Na waendesha boda boda katika manispaa ya Mtwara Mikindani wamesema kutumia fursa walionayo kujiunga na mfuko wa wote skimu unaotokana na mfuko wa pensheni wa PPF ambao, mbali na kutoa mikopo yenye gharama nafuu, utawezesha kupata matibabu ya bima ya afya kwa wanachama wake. Mwandishi wetu Martina Ngulumbi ameandaa taarifa zaidi kutoka Mtwara. Amesema hayo katika mafunzo juu ya umuhimu wa mfuko huo kwa waendesha bodaboda zaidi ya mia moja kutoka manispaa ya Mtwara Mikindani, huku mgeni rasmi katika mafunzo hayo kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Henry Mwaibambi amekiri kazi za bodaboda ina riski kubwa, hivyo ni muhimu kujiunga na mfuko huo ili kuwa na bima ya afya e, tumeandaa semina hii e, kwa ajili ya vijana wa bodaboda mkoa wa Mtwara e, ili kuweza kuwapa elimu kuhusu mfumo wetu mpya wa Wote Scheme ambao tulioanzisha mwaka jana. E, kupitia mfumo huu tunaweza kuandikisha watu ambao wapo katika sekta isiyo rasmi Wavuvi, wakulima, mamalishe. Hiyo tuliona ni, ni muhimu kuweza kuanza na kodi hili la endesha bodaboda kwa sababu ni watu wanajumzia kipato, ni watu ambao wanaweza kupata faida nyingi mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana kuptia ufumo huo kwanza aseaana ashuua kwa wazo tu ila la unajua hii ni ajira, ni ajira kabisa. boda bodaboda hawezi kuendesha bodaboda paa maa hamsina tano mpaka miaka 60 ne vijanaendeshaanamzomea sio yake akiwekea eserikaliniaaaainay kwa upande wao, baadhi ya waendesha bodaboda wamepongeza kupatiwa mafunzo hayo ambayo wameelezea yataweza kuboresha maisha yao. Kwa hiyo PPF kama PPF wameliangalia hili na imani kama sisi bodaboda talifuatilia hili itakuwa msaada mkubwa sana kwetu, sababu adha kubwa zinapokuta sisi tunaibiwa viki nyingi tu na tunaumizwa kupitia hilo jambo. Kwa hiyo kwa hili na mimi nalisapoti sana, tushirikiane na tutoe mchango mkubwa sana kwa kuhamasishana kwa pale panapotokea uharifu. Kwa hiyo simu kama inaweza kutokea mtu aukaba, hakuna msaada lakini naomba tu labda tujitahidi si wenyewe kushirikiana na jeshi la polisi. Sa kama ilikitokea kutoa taarifa mapema, na kama alivyosema kamanda la PC kwamba mtu ukimtumu au una, una mashaka naye, ni kutoa taarifa mapema halikadhalika. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Henry Moibambe amewaasa waendeshe bodaboda kuendesha kwa kufuata sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali zisizokuwa na lazima. Nikiripoti kutoka Mtwara, Maritina Ngurumbi, TBC.